Habari zenu no. Kwa majina naitwa Francisca Masatu ama Beauty Masatu uh, ndio jina nalotumia Instagram pamoja na TikTok. Uh, niko hapa siku ya leo kuintroduce my new account TikTok account na inakwenda kwa jina la Beauty Masatu 23. Akaunti yangu itakuwa na nini? Kwa nini niko hapa siku ya leo naongea ni nini Uh, naongea nani? Kwa sababu naomba na support, na oh, not only support, tunasupotiana kwa sababu nitakuwa nikiwasaidia na ninyi mtakuwa mkinisaidia, mnanisaidia kuvyu na wasaidia kuwapa maarifa uh, kaunti yangu itakuwa inadili sana na masuala ya fursa. Naongelea fursa zipi za kielimu za kikazi no, uhaibuni especially Europe, Marekani hata na nje ya kwa sababu mimi nimetokea East Africa Tanzania, ndo nyumbani kwetu, so natamani sana, nikiwa napata kitu na wenzangu apate. Ndio maana nimekuwa nimesubiri muda mrefu, naona ndo wakati sahihi kwa sababu watu wengi wamekuwa wakinitafuta Instagram, wakiniuliza namna gani watu wanaweza wakasoma nchi za nje. Nina watu wengi wadogo zangu wengi, wengi ambao tumekuwa tunawasiliana, wanaomba tusaidiane na kweli nimeona nikiwa ni nashia maudhui mbalimbali kuhusu kupata fursa za kusoma nchi za nje vyuo ama hata shule za kawaida, tutasaidia vijana wengi, tutasaidiana, sio tu uh, nchi ya Tanzania no, majirani zetu nchi ya Kenya, Uganda, nina marafiki wengi Zambia, Burundi, Congo, kote wanatafuta fursa za elimu. So nitakuwa natumia lugha ya Kiingereza na Kiswahili pia. Okay, na uh, nitawaelekeza. Kwa sasa mimi ninapatikana uh, nchini Marekani, uh, Washington. Uh, kwa sasa nipo najishughulisha na maswala ya kazi both engineering pamoja na maswala ya afya. So nitawaambia, tutajuana zaidi tuta, nitawaambia ninafanya mambo gani zaidi, lakini kwa sasa hivi uh, kama unataka kweli kweli kweli masuala ya fursa hizi waangalie masuala unajua, sasa hivi huyu rais Trump amekuwa na masuala ya kuban hizi masuala ya watu kuja huku. Si si kwamba atakaa paka milele kuwazuia watu kuja Marekani, no. Kwa kipindi hichi ambacho amezuia watu kuna strategies, kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukashirikiana tufanye, ili fursa hizi zikifunguliwa tunaanza kusaidiana. Umeelewa, tunasaidiana namna vipi, una unakuja huku. Yani, unajua kikubwa, uh, ni ku, kujua njia za kuweza kufika huku. Watu wengi wamekuwa wana pesa zao zinaliwa na maagent, wanakula pesa zao, wengine wanakuwa scammed, lakini uh, mimi nachunda kuwaelekeza, sitotaka pesa yenu and what. Mimi mtakuwa mnanisupport kuangalia video vyangu tu, hicho kinanitosha sana. Sitamani ela zenu wala staki ela zenu, lakini nitawapa njia za kufika huku kwa urahisi bila kuwalipa watu wengine ambao wanakuwa wana wascam na, na hamfanikiwi kuja huku hawajasema kwamba hawa maagent yani ni swali biashara zao, kwamba hawasaidii. Wanasaidia, lakini kuna watu ambao wana wanawapiga watu pesa za bure, wanawascam. Ah, hicho ni kitu kibaya, sijapenda na watu wengi wamekuwa kinifuata na nyumba mimi nimeelewa pesa yangu and stuff you know so tutasaidiana kwa hivyo kupeana taarifa. So akaunti yangu itakuwa ni ya kusaidiana maswala ya fursa, not only fursa, kutakuwa kuna urembo. Mbona hii nimejifunga, watu wengi huku nilipo makazini wananiuliza wananiambia, wanaomba nielekeze namna kujifunga hichi o. Nimejifunga tu kwa hata dakika moja, nimejifunga sekunde juu tatu, nimejinanii tu, nimejitupia tupia hivyo. Masuala ya beauty, kuvaa mafuta ninayotumia, sijui perfumes ya yeah, vitu kama hivyo kutunza ngozi zetu, na kutakuwa na masuala ya adventure. Watu wanapenda kusafiri, tutasafiri wote kwenda sehemu si mbalimbali. Mi mwenyewe sijatembea, nimekuja Marekani, nimeenda state chache tu, lakini natamani tutembee wote, tuone jinsi nchi ilivyo, na tukitembelea tutakuwa tunaangalia ni vyo vipi vya kwenda kusoma, ni state ipi ambayo ni, ni nzuri kwa kwenda ku isomea. Kuna fursa zipi kwenye hiyo state na state ipi so in, yani, ile muda umeamua kutaka kuja huko unajua unaenda wapi moja kwa moja so yeah, thank you so much uh, na utanifuatia kwa YouTube kwa Instagram, natumia Beauty Masatu underscore, YouTube channel natumia Beauty Masatu. Hey, na subscribers wengi well, thank, thanks to you guys imekuwa mkinisapoti hiyo akaunti yangu ilianza elfu mbili na ishirini kama sikosea. Imekuwa ni stop ku weka videos but for now, naona ni wakati sahihi wa kushare hizi videos. Asanteni sana na nawapenda sana, nawatakia asubuhi njema kwa Tanzania, I mean East Africa, Kenya, Uganda, lakini kwa uh, Marekani nawatakia usiku mwema. Asante, have a great day.